Kweli kabisa, uh, Chazabel ume, umesema jambo uh, uh, umesema jambo ambalo lipo la kweli na na ni hatari ambayo inanyemelea mpira wetu ambalo sasa halifichiki tena, kwa sababu linazungumzwa na kuzungumzwa na kuzungumzwa japo uh, wenzetu washapiga washapiga hatua sana cheza, wenzetu, maanake mpaka mchezaji anaweza akafuatiliwa akaonekana na akachukuliwa hatua. Kwetu hatujafika huko bado, lakini hili swala ni kwamba lipo katika lipo katika kanuni tayari, limeingizwa kwenye kanuni zetu na tutaongeza nguvu kulifuatilia, japo katika ufuatiliaji huo hauhitaji viongozi tu pekee yetu huku, hata nyinyi ndokejo uh, kuna nafasi vile vile kupigana. Uh, mambo ya beti yasituharibie mpira wetu, kwa sababu kama nimekwambieni hapa, mpira ni ladha. Sasa ladha ikosekana, ikiwa vijana wetu wakiingia kule ndani. Sasa kama tunavyosikia, manake wakati mwingine labda watu, inawezekana, yapo, huo, inawezekana, watu inawezekana yapo kwa ukubwa huo, inawezekana watu wanaongeza chumvi, lakini ile jambo lipo, manake uh, bila kukubali kukubali kukubali tatizo huwezi kulitatua. Kwanza tulikubali kwamba tatizo lipo lakini kumbe sote kwa umoja wetu, hili jambo halitaki viongozi tu, kwa sababu mpira wetu ukifa, nyinyi vijana, mpira wetu ukishakuwa wa ovyo. Kama kuna wengine wadogo zenu mmewaacha shule ambao nasomea kazi za uandishi hivi watakuja kukuta nini huku tena? Watakuta tena limebakia labda jeneza tu, hakuna kitu. Kumbe tukipambana wote, hii industry yetu ikawa kubwa zaidi, wakati sasa viongozi wenu tunapambana kwa sababu, kama unajua hapa beti beti, kwetu ni biashara halali, lakini sasa umwingiliani wake na katika mpira wetu sasa ndio una una una una una tuharibia japo hatuna ushahidi, siwezi kusema siwezi ile biashara watu, siwezi kusema kama unaharibu, lakini kwa maneno kwamba kwamba, kwamba kuna kansa inaanza kuingia ndani ya mpira wetu, lakini hilo tunalifanyia kazi, lipo ndani ya kanuni, tunashirikiana taasisi nyingine pamoja na nyinyi, tutapambana nalo ili jambo lisituharibie mpira wetu, ili tuongee mbele.